Wakizungumza mara baada ya semina ya uzinduzi wa chama cha akiba na mikopo kwa waendesha pikipiki piki na bajaji, baadhi ya vijana hao wamesema kuwa SACCOS hiyo imekuja kama suluhisho la changamoto zao za muda mrefu, hasa zile za kiuchumi. Takoma balozi namba moja kwa ajili ya kuhamasisha, kwa ajili ya kuelimishana, kwa ajili ya kufunguana ufahamu, maana vijana tunaje kufunguliwa ufahamu, tumesongwa na mambo mengi. Kwa hiyo tukifunguliwa ufahamu, basi tuna imani kesho na kesho kutwa tutashukuru kwa maana tumekombolewa kutoka kwenye kifungo cha umaskini. Kwa fursa hii nina uhakika kama mwaka hakika benki kianzisho mimi nilikuwa ni mdogo kidogo sana ninasoma, sasa hivi imekuwa ni benki kubwa sana. Ninaamini kabisa kwamba tutakuwa na benki ya sakosi hii ambayo itakuja kutusaidia sisi na vizazi vyetu baadaye. Kwa upande wake, Mkurugenzi wa Idara ya Barabara kutoka Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA DCP Johanses Kahatano amesema kuwa kuanzishwa kwa SACCOS hizi ni sehemu ya mikakati ya kitaifa wa kuleta mabadiliko chanya katika sekta ya usafirishaji wa abiria na mizigo kwa njia ya pikipiki piki na bajaji. Tunataka mabadiliko kwenye hii sekta ya maafisa wa usafirishaji. Mabadiliko yenyewe ni ya uwezeshaji. Sisi ndio wadhibiti. Kwa mwanangu mimi ndio nilikuwa hapa.

ama ni ya kwako au ni ya mkopo au ni ya mtu mwingine maajiriwa, lakini uwe na uwezo wa kufikiria kwenda kwa SACCOS ukachukua mkopo ununue boda boda au kitu kingine kii, umpe mama kufungua sehemu fulani pale. Leo umekosa tadabarani nyumbani, utapata chumvi, sukari atoanashon na kitu leo hii una boda boda kesho unue ice unue basi kubwa hivyo hivyo, kwa sababu una uwezo wa kupata hizi fedha. Na mbunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo amesema kuwa kundi la vijana ni muhimu mno katika mchakato wa maendeleo ya taifa na linahitaji kupewa msukumo wa kiuchumi ili liweze kutoa mchango wao mkubwa zaidi. Leo tulipata fursa ya kuongea na kundi hili la, la vijana, na unapozungumza habari ya maslahi ya maslahi ya muda mrefu lazima uhusishe kundi la vijana, kwa sababu, kwa nature, kwa asili ya kawaida, wao ndio watakao kaa hapa kwa muda mrefu zaidi. Tuna mpango huu wa muda mrefu, ni kundi la vijana, kwa sababu kesho ni ya kwao zaidi kuliko sisi. Kaimu kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Kilimanjaro, Allen Chitunda, amesema kuwa umoja wa madereva hao kupitia vyama vyao utarahisisha juhudi za kudhibiti uhalifu na kutoa semina za usalama barabarani. Unataka hao wanachama e, wakiwa wanahitimu mafunzo ya SACCOS, wao wamehitimu na mafunzo ya udereva. Yaani unapiga jiwe moja kwa ndege wangapi? Unatoka na kitambulisho cha wanachama wa SACCOS, unatoka na cheti chako cha udereva, unatoka na leseni yako ya nini, udereva awi